Mina alikuwa akitetemeka vibaya sana baada ya kumwona daktari akija na majibu mikononi mwake. Alikuwa hajui afanye nini. Je, atoroke? Adondoke chini ajifanye amezimia mia, au ajisalimishe tu awe mkweli? Haya yote ni baada ya Mina kumdanganya boyfriend wake kuwa ana ujauzito ili apewe pesa ya kutoa akatumie kwenye mambo yake mengine. Lakini tofauti na mina alivyozani boyfriend wake Yona alifurahia hiyo taarifa na akawataarifu wazazi wake, na hapo ndipo mambo yalipoharibika. Wazazi wa Yona wakafurahia na wakapendekeza wampeleke hospitali ili akathibitishe huo ujauzito, halafu maandalizi ya ndoa yaanze mapema iwezekanavyo. Mina alihisi kuharisha na alipopelekwa hospitali, kilichomkuta ndo balaa zaidi. Daktari aliyepangiwa ni boyfriend wake mwingine ambaye ndo boyfriend anayejulikana nyumbani kwao, yaani nyumbani kwao na Mina. Unazani ni nini kilitokea? Sikiliza hadi mwisho ujue hili balaa lilipoishia. Mina ni binti wa miaka 25 na ana maboyfriend wawili, Yona na Hasani amekuwa nao kwenye mahusiano kwa miaka miwili sasa, bila wao kujua. Siku moja Mina akiwa amekaa na rafiki yake Maria, mara wazo kutoka kwa shetani likamjia Mina. Alikuwa na shida ya simu mpya, lakini pesa aliyokuwa nayo ilikuwa haitoshi. Kwa hiyo akaamua kufanya hivi: akaamua kumdanganya boyfriend wake wa ambaye ni mchepuko kwamba ni mja mzito. Alikuwa naamini kwamba Yona hata kukubali kuwa na mtoto sasa hivi. Kwa hiyo mina atapata nafasi ya kumwomba pesa na kwenda kuutoa ule ujauzito, halafu hiyo pesa atakayoichukua kwa yona ataitumia kununua simu ambayo anaitaka. Mina akaona hili ni wazo zuri sana, na akaamua kumshirikisha rafiki yake Maria. Wakaanza sasa kutunga uongo wa kumwambia Yona. Mina akampigia simu Yona na kumwambia kwamba kwa sasa hivi ni mjamzito na hapo alipo amechanganyikiwa hajui hata afanye nini. Tofauti na Mina alivyotarajia, Yona alizipokea hizo taarifa vizuri sana na alipozipokea tu akawatarifu hadi nyumbani kwao. Mina akabaki njia panda, je, amwambie ukweli Yona ama itakuwaje? Kabla hajafanya maamuzi yoyote, mara simu zikaanza kuingia, ni simu za ndugu zake Yona. Dada yake Yona akaenda mbali zaidi na kumtumia shilingi laki mbili kama zawadi ya kumfanya kuwa shangazi. Mina ndo akazidi kuchanganyikiwa, akisema ukweli atakosa pesa, ila ataendelea na huu uongo hadi lini? Hilo ndo swali alilokuwa akijiuliza. Akaanza kujadili na rafiki yake jinsi ya kula hizo pesa halafu baadaye amdanganye Yona kwamba mimba imeharibika. Kesho yake asubuhi sana, familia ya Yona ikafika mlangoni kwa Mina ili wamchukue na kumpeleka hospitali kuhakikisha ujauzito. Tena sio kumpeleka hospitali tu, pia walikuwa pale ili kujadili mipango ya ndoa. Mina alitamani ardhi ipasuke imeze ila hakuwa na namna, alikubali, wakaenda hospitali. Wakiwa njiani, Mina alitamani hata kujirusha kutoka kwenye gari ya kimbie, ila akaogopa kufa, akatulia. Walipofika hospitali, Mina hakuamini alichokiona. Hospitali walioichagua kwenda ni ile ile ambayo boyfriend wake Hasani anafanya kazi. Boyfriend wake ambaye anajulikana nyumbani na wazazi wa Mina. Mina jasho lilimtoka vibaya sana, hadi Yona akawa anamwambia usiogope, utalea na utajifungua salama sawa. Mina naye anajibu sawa, asante. Na kama hiyo haitoshi, wakapangiwa kwa Dokta Hasani. Mina aliingia akiwa anatetemeka hadi utumbo, na hapo alikuwa hajajua kama atakayemkuta mule ndani ni Dokta Hasani. Dokta Hasani alikuwa zake amekaa ofisini akiwa anangojea mgonjwa mpya aingie. Haya, mgonjwa mpya akaingia, Mina. Mina alipoingia tu akakutana uso kwa uso na Hasani. Mina yakamshinda, akajidondosha na kujifanya amepoteza fahamu. Dokta Hasani akachanganyikiwa kwanza, akaanza kujiuliza, Mina amefikaje hapa bila kumtaarifu? Na hawa waliomleta ni akina nani? mbona hawafahamu? Akaanza kuwauliza waliomleta mina kwamba ana shida gani. Wakamweleza wakamwambia kwamba ni mjamzito na wamemleta tu hapa kuthibitisha ujauzito na wao ni wakwe zake, wakwe zake Hasani alibaki amechanganyikiwa hadi mama yake Yona akamuuliza kijana, vipi, kwani kuna shida? Hasani akasema mmm, hapana, hakuna shida yoyote ile, mimi nilikuwa nashangaa tu kwa nini amepoteza fahamu. Basi mama yake Yona akarudisha macho yake kwa mgonjwa, akamuuliza daktari, kwa hiyo daktari, tunafanya nini na huyu mgonjwa sasa hivi? Daktari akawaelekeza kwamba wamchukui mgonjwa wampeleke kwenye chumba cha mapumziko. Akiwa kwenye chumba cha mapumziko, atapimwa vipimo mbalimbali ili wajue kinachomsumbua. Katika vipimo alivyopimwa Mina akiwa kwenye chumba cha mapumziko, kimojawapo kilikuwa ni kipimo cha ultrasound kilifanyika ili kuangalia kama kuna ujauzito na kama upo unaendeleaje. Lakini cha ajabu hakuna kilichoonekana, hakukuwa na dalili yoyote ile ya ujauzito, licha ya kwamba Mina alisema ujauzito wake una miezi mitatu. Baada ya majibu kutoka, kila aliyekuwepo akashangaa. Daktari akasema labda atakuwa amekosea umri wa mimba na mimba yake itakuwa bado changa sana, kwa hiyo basi wasubirie majibu ya kipimo cha mkojo. Baada ya kuwambia hayo maneno, akawambia waondoke mule ndani, wamwache mgonjwa peke yake chumbani apate hewa. Walipoondoka tu, daktari akaingia ndani na kumwamsha Mina, maana alijua tu kwamba Mina anavunga. Mina alipoamka Hasani akamuuliza ni nini hiki alichokisikia mina kimya hmm. hasani akamuuliza tena akamwambia kwamba asipomjibu atafichua kila kitu mbele za wakwe zake basi mina hakuwa na namna akaamka akaanza kumweleza hasani ukweli wote bila kuficha chochote hasani aliposikia yote yale alichoka alikuwa akimwangalia mina wala hamalizi Alikasirika akaanza kumtukana Mina, akaanza kumtukana na kumuita majina ya ajabu, ikiwemo malaya. Mina alivyotukanwa na yeye akakasirika, akamwambia Hasani, kwa hiyo wewe ndo unajifanya una moyo kuliko mimi sasa? Endelea kuongea uone nitakavyolisanua kwa mama yako kwamba ulilala na mama yako mdogo. Hasani aliposikia hivyo, ikabidi awe mpole, maana skendo yake nayo ni ya moto. Basi wakakubaliana watunziane siri, kila mmoja afunge mdomo wake. Baada ya majibu ya kipimo cha mkojo kuwa tayari, Hasani akaja na majibu ili kuwasomea. Mina alikuwa anahisi kufa kwa sababu hakuwa mjamzito na alikuwa analifahamu hilo, lakini cha ajabu Hasani akadanganya kwamba Mina ni mjamzito, sema tu mimba bado changa ndo maana haiwezi ikaonekana kwenye kipimo cha ultrasound. Mina alifurahi sana, kwa sababu hata kama balaa halijaisha ila kwa muda huo angalau amepona, atajua cha kufanya baadaye. Baadaye Hasani akamtafuta Mina na kumwambia kwamba waachane, ila watunziane siri. Mina alikuwa ameshachoka kuwa kwenye mahusiano na Hasani zamani tu, kwa sababu alikuwa anapigwa matukio kila siku. Kwa hiyo basi taarifa za kuachana na Hasani zilikuwa hazikumuumiza sana kiasi hicho. Kwa hiyo basi wakakubaliana iwe hivyo, wakaachana na wakaendelea kutunziana siri. Muda ukaendelea kwenda na maandalizi ya ndoa kati ya Yona na Mina yakaendelea kufanyika, wazazi wao hata hawakushtukia. Lakini wazazi wa Mina walishangaa kwa sababu walikuwa hawafahamu kama Mina alishaachana na Hasani na yuko na Yona, ila walikubali na kuibariki ndoa. Mambo yakaendelea kama yalivyokuwa yamepangwa. Upande mwingine mina na hasan wote walikuwa wanaishi kwa wasiwasi, kila mmoja alikuwa anawaza, je, mwenzie akivuruga mambo na kumwaga siri itakuwaje? Kwa upande wa mina, ndoa yake na yona ndo kwa heri, na kwa upande wa hasan, atamwambia nini mama yake? Mama yake mdogo na yeye ni mke wa mtu, tena mke wa mwanajeshi na wanafanya kazi hospitali moja, itakuwaje? kwa hiyo basi Mina na Hasan ikabidi waheshimiane sana. Lakini kwa upande wa Mina bado alikuwa na shida nyingine, hiyo mimba aliyowadanganya ataitoa wapi sasa? Je, atasingizia imeharibika au itakuwaje? Hajui. Basi akaendelea kukaa hivyo akisubiria hatima yake. Mwezi ukapita, cha ajabu, Mina hakuona siku zake. Mina akashangaa, akaona isiwe tabu Akachukua kipimo cha mkojo kuhakikisha kama ni mjamzito au hapana. Cha kushangaza, baada ya kupima kipimo kikaonyesha ni mjamzito. Mina alifurahi, alitamani aruke juu apae, lakini furaha yake haikudumu hata dakika moja. Shida ni moja, Mina hana hakika nani ni baba wa yule mtoto, ni yona au ni Hasani? Hajui na kingine hajawahi kuwa na mpango wa kuolewa na yona kabisa Ila kwa sasa mambo yalishakuwa mambo na hana namna, itabidi aolewe. Kwa hiyo hakusema chochote, akavunga tu kama alikuwa na ujauzito muda wote ule. Baada ya miezi miwili wakampeleka hospitali, na kipindi hiki mtoto akaonekana. Bwana Hasani alipoyaona majibu ya Mina akaanza kujiuliza, je, huyo mtoto ni wake ama sio wake? Na kama ni wake atajuaje na hata kama ni wake atamchukuaje? Maana akijaribu upuuzi wowote ule, siri yake itavuja. Basi akaamua kukaa kimya. Ndoa kati ya Yona na Mina ikaendelea kupangwa na mwisho wa siku ikafungwa. Mina akajifungua salama na akaendelea kuwa mke wa Yona. Lakini swali ni kwamba, je, huyo mtoto baba yake ni nani? Ni Yona au ni Hasani? Na je, wataweza kweli kutunziana siri? Hakuna anayejua.